Zaidi ya abiria 700 walikuwa wana safiri na treni ya abiria inayotumia reli ya kati iliyokuwa ikitokea jini Dar es Salaam kuelekea Tabora, Mpanda na Kigoma, walikwama kwa saa 18 mkoani Dodoma tangu jana, majira ya saa mbili na dakika 45 usiku. Hii ni baada ya treni ya matengenezo kupata ajali katika eneo la Makutupora na Kintiku mkoani Singida. <tune> Tumefika hapa Dodoma, ilikuwa saa mbili kama dakika 40. Tukawa tukashuka kwa niaba ya chakula, watu wakala. Tumaliza kula, Station Master akatangaza kwamba hapa tutakuwepo kwa muda. Baada, ikifika saa saba usiku tutawatangazia hatua inayofuatia. Ilipofika saa nane, mimi binafsi niliinuka nikaenda pale station kwa Station Master. Nikakuta Station Master ofisi imefungwa. Nikakuta wafanyakazi wafanya wa wale ambao walikuwa wanakusanya wana tiketi ndani ya treni. Nikawauliza ndugu zangu, inakuwaje hii hali? Kwa sababu mheshimiwa alitangaza kwamba ikifika saa saba watatuambia kwamba utaratibu ukoje. Sasa hivi ni saa nane, kuna utaratibu gani? Walichonijibu wakasema hivi, nenda ukakae ikifika saa tisa. Saa tisa kasoro kutakuwa na taarifa husika. Ikafika saa tisa, ikafika saa kumi, kumi na moja hadi inafika sa... saa moja asubuhi Stesheni Masta akatangaza kwamba kutokana na tatizo linavyoendelea hapa mtazidi kukaa na umizo na itulia bado jifana kwenye shirika halida beki nafanyika, kwa sababu hili tukio sio mara kwa mara, ni mara nyingi natokea sana. Asubuhi saa kumi na mbili si saa moja tunaambiwa, je, hapa usafiri bado haujakaa sawa, kwa hiyo tuendelee tusubiri. Hiyo, saa moja tunaambiwa tunafanya utaratibu za chakula, kila mtu atapewa chakula cha mchana. Hapo asubuhi hatujakula, chooni hakuna maji, ukienda chooni mia tano. Yaani tunaumia sana, kwa sababu hili ni shirika kubwa Tuna treni ya abiria ya, ya kuelekea bara ambayo ilifika hapa jana usiku majira ya saa tatu kasorobo. E, sasa kwa bahati mbaya kulikuwa kuna treni ya matengenezo inaitwa engineering train ambayo yenyewe ilikuwa inafanya safari pia kuelekea Tabora ambayo treni kwa bahati mbaya ilipata ajali maeneo ya Makutupura na Kintinku ambapo ile treni ilipata ajali na kuangusha bewa moja.